kama Taifa Stars ambacho kimeweza kutangazwa na kocha mkuu Hemad Suleimani Moroko, ambapo kikosi hiki moja kwa moja kitakwenda kucheza mechi za kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 pale nchini Marekani, ambapo kikosi hiki tunaona ni kikosi cha wachezaji ishirini na nne. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wakitamani kuona ni wachezaji gani ambao wameweza kuitwa katika kikosi hiki cha timu ya taifa ya Tanzania kabla ya kwenda kukifahamu kikosi hiki, ngoja tujikumbushe kwanza kidogo kunako msimamo wa kundi la timu ya taifa Tanzania kufuzu kombe la dunia. Fahamu, timu ya taifa Tanzania wapo kundi E, ambapo kundi hili linaundwa na vilabu vitano Morocco, Tanzania, Niger, Zambia na Congo Republic. Katika kikosi hiki katika kundi hili tunaona anayeongoza kundi ni Morocco ambaye amecheza mechi tatu na alama tisa. Katika nafasi ya pili ni Tanzania ambaye amecheza mechi tatu na alama sita. Nafasi ya tatu ni taui ambaye amecheza mechi tatu na alama nne. Nafasi ya nne Zambia mwenye alama tatu katika michezo minne, lakini nafasi ya tano ni Congo Republic ambaye amecheza mechi mbili na alama sifuri. Lakini cha kufahamu ni kwamba katika kundi hili wanakwenda kutana mtu ambaye ipo nafasi ya pili na nafasi ya kwanza, yaani Tanzania dhidi ya Morocco, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona kwa upande mwingine Tanzania wangetakiwa kucheza michezo miwili, angetakiwa kucheza mchezo wa tarehe 17 mwezi 17 ta, E, tarehe kumi na saba mwezi wa tatu elfu mbili ishirini na tano dhidi ya Congo Republic, lakini mchezo huu tunaona umeweza kuahirishwa kutokana na taifa la Congo Republic kuweza kufungiwa kujihusisha na masuala ya mipira kutokana na ile hali ya machafuko ambayo inaendelea pale nchini Congo, lakini kwa upande mwingine tunashuhudia e, mchezo wa Tanzania dhidi ya Morocco unatarajiwa kuchezwa tarehe 26 6 mwezi wa tatu mwaka 2025 ambapo Tanzania atakuwa ugenini nchini Moroko. Sasa kuelekea katika mchezo huu tunaona kupitia kocha mkuu Hemedi Suleimani Morocco ameweza kutangaza kikosi cha wanajeshi 24. Ngoja tukakitazame kikosi hiki cha timu ya taifa Tanzania ambacho kimeweza kutangazwa na Hemedi Suleimani Moroko. Kwa upande wa magoli kipa ni magoli kipa watatu, yani Yakubu Suleiman wa JKT Tanzania, Ali Salim Katoro wa Simba Sports Club na Huseni Masaranga wa Singida Black Stars. Kwa tunaona katika eneo la goalkeeping Aish Manula ameweza kutemwa, lakini eneo la mabeki kuna Shomari Kapombe wa Simba Sports Club, Lusaju Mwaikenda wa Azam Football Club Mohamed Husseni wa Simba Sports Club, Pascal Msindo wa Azam Sports Club, Miraji Abdalla wa Coastal Union, Ibrahim Abdullah Baka wa Young Africans, Dickson Jobu wa Young Africans, Abdurazak Kamza Mohamed wa Simba Sports Club, Ibrahim Ame wa Mashujaa, Haji Mnoga anacheza Salford City ya nchini Uingereza ama England au ndio mabeki ambao wameweza kutangazwa, lakini nao wa, wa kine, viungo kuna mchezaji Novatus Dismas Mirosh wa Guzepe ya nchini Uturuki, kwa mara nyingine amerejea mara baada ya kupona majeraha yake. Kuna mudaa athiri ya haya, wa, uh, Young Africans. Kuna Yusuf Kagoma wa Simba Sports Club, Faisal Salum wa Azam Sports Club, na kuna Charles Mombwa mchezaji anacheza Newcastle Jet United ya nchini Australia. Lakini nalo washambuliaji, kuna Kibu Dennis Prosper wa Simba Sports Club, Simon Msuva wa Al Talaba ya Iraki, Clement Mzize wa Young Africans, Idi Sleman Nodo wa Azam Football Club, Sleman Mwalimu mchezaji anayecheza Wydad Casablanca nchini Morocco na Kelvin John mchezaji anayecheza Alborg BK ya nchini Denmark. Kwa hiyo tunaona Kelvin John kwa mara nyingine tena ameweza kurejeshwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Fahamu, kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kina jumla ya wachezaji 24. Katika wachezaji 24, klabu ambayo imeongoza kutoa wachezaji wengi ni Simba Sports Club wakitoa wachezaji sita: Ali Salim Katoro, Mshomari Kapombe Mohamed Hussein Shabalala, Abdurazaki ya Mza, Yusufu Kagoma, mchezaji mwingine ni mchezaji anayofahamika kwa jina la eh, Mohamed Hussein Shabalala sambamba na Kibu Dennis Posto. Lakini kwa upande wa timu ya Yanga, wao wametoa wachezaji wanne wakimtoa mchezaji anayofahamika kwa jina la Ibrahim Abdullah Baka Dickson Jobu, am Big Brand Defender bila kumsahau mchezaji mwingine ni mchezaji Mudathiri Yahya Basi na Clement Mzize. Azam nao pia wametoa wachezaji wa nne wakimtoa mchezaji anaofahamika kwa jina la Lusajo Mwaikenda, Pascal Msindo, bila kumsahau mchezaji mwingine ni Idris Leman nado na Faisal Salum almaarufu kwa jina la Fitoto. Kwa hiyo katika kikosi cha timu ya taifa Tanzania, Simba wameongoza kuingiza wachezaji wakiingiza wachezaji E, wa sita. Lakini Simon tunaona ameweza kurejea katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Simon Bugudi Msuva, huku Mbwana Ally Samatta ambaye ninaoza wa timu ya taifa ya Tanzania akiweza kutemwa katika kikosi cha wachezaji ishirini na nne cha timu ya taifa ya Tanzania.